No, mambo vipi, mtungu wa nguvu? Ni mimi mtangazaji wa Kevoo TV, na kukukumbusha usisahau kusubscribe channel yetu na ku-like na kushare na ku-comment ili kupata habari zinazotendi mtandaoni zaidi na zaidi. E inotendi mtandaoni Alikuwepo, pia ni mtu ambaye amekuja hapo Singida Big Star kwa muda mchache, lakini alikuwa na magoli mengi sana katika ligi hapa Tanzania, alikuwa na magoli kumi na tatu. Alikuwa ni mtu ambaye alikutana na nyavu, lazima azifumanie. hmm, alikuwa ni mchezaji ogopesho sana, na timu kibao zilimhitaji. Yanga ilimhitaji, na Simba ilimhitaji, lakini Simba ilifanikiwa kumpata Soa. Lakini bwana Soa huyo, huyu bwana eh, alikuwa na ujio hapo Msimbazi, amesema vitu hivi vichache. Amesema bwana, msimu huu lazima awe mfungaji bora, lazima ongoze kwa magoli kwa sababu yeye ni lion, ni simba mweusi. Lazima akiwa golini awe na lomba ya. Kwa hiyo wana Simba tegemeeni kabisa, yeye lazima ni mfungaji bora hapo Msimbazi. Kwa hiyo ameongea mambo mengi sana, amejitamba na kuongea kuhusu kwa mfungaji bora. Na alichosema kingine zaidi, amesema hapo Simba yeye atajituma na atapambana. Mm, unajua wana Simba na viongozi wa Simba wanataka kuona mtu anajituma hapo Msimbazi na anafanya makubwa. Kwa hiyo kwake yeye mtategemea makubwa mengi sana, kwa sababu amesema tegemea yeye ni kwa mfungaji bora hapa ligi ya Tanzania pia kwenye kimataifa pia atakuwa mfungaji bora. Mm, pia amejitamba mwanga mambo mengi sana kuhusu kwa mfungaji bora hapa ligi ya Tanzania. Mm, pia na kimataifa kwa mfungaji bora. Amesema na Simba atafanya makubwa sana na atakuwa mchezaji bora hapa Tanzania pia na kimataifa. Kwa hiyo, mtegemee mazuri sana kutoka kwake kwa sababu yeye bwana ni mfungaji mbora sana, akiwa mbele ya goli anakuwa ni mtu mwenye roho mbaya na katili, lazima atupige kivyo vyote katika nafasi tatu unne lazima tupie mbili au tatu kabisa, naweza kazitupia zote sababu ni Fuadi ambaye ogopeka, na ni Fuadi anayejua kutupia ile mbaya. Kwa mambo mengi sana ameongea mtu wangu nguvu. Nakukumbusha tu usisahau kusubscribe channel yetu na ku like na ku share na ku comment, ili kupata habari za zote mtandaoni zaidi na zaidi yangu ni mtu wangu nguvu, asante sana.